Sisi hatukamati, sidhani kama kuna taarifa iliyotoka kwamba tumekamata kuhusiana na maandamano. Hawa vijana walioshitakiwa kwa ukamataji uliofanyika na hao ni kwa mujibu wa hati ya mashtaka uh -huh. Kwa waliokamatwa, wamekamatwa kwa ajili ya uhalifu, sio kwa ajili ya maandamano e. Na nadhani kwa sawali zilizotokea